Je, hivi unajua kwamba mafanikio, afya, amani, vyote vinaanza sehemu moja tu, yaani katika akili yako. Kama unataka kufahamu jinsi akili yako inavyoweza kufanya kazi, basi tazama video hii mpaka mwisho, bila kusahau kusubscribe, like, comment na share kwa marafiki, ili nao wajifunze kuhusu hili kwa sababu ukielewa jinsi akili yako inavyofanya kazi, unaweza kuumba maisha unayotaka. Leo nitakuonyesha hatua kwa hatua jinsi ya kutumia nguvu ya akili yako kufanikisha kila unachotamani. Jinsi akili yako inavyofanya kazi, how your own mind works, akili ambayo huumba kulingana na asili ya mawazo yako, akili yako ya chini kukubali na kuleta katika uhalisia kile unachoamini kuwa ni kweli. Akili yako ya chini italeta afya, amani au nafasi unayotamani. Mara tu akili yako ya chini inapokubali wazo, huanza kulitekeleza mara moja. Hii ni kweli ya kuvutia na yenye kina, kwamba unachofikiri na kuhisi kwa njia sahihi ndicho utakachopata. Chochote unachodai kiakili na kukihisi kuwa ni kweli Akili yako ya chini itakubali kulingana na asili ya wazo au fikra ulionayo. Jambo kuu kukumbuka ni kwamba mara akili yako ya chini inapokubali wazo fulani, huanza kulitekeleza mara moja. Akili yako ya chini hufanya kazi kwa kuunganisha mawazo na kutumia kila kipande cha maarifa ulichokusanya katika maisha yako yote, ili kutimiza kusudi lako. Inavuta nguvu, nishati na hekima isiyo na mipaka ndani yako. Huunganisha sheria zote za asili kufanikisha njia yake. Njia yake haiwezi kufahamika. Ukifikiria mema, mema yatafuata. Ukifikiria maovu, maovu yatafuata. Hivi ndivyo akili yako inavyofanya kazi. Ukidhani jambo fulani kuwa ni kweli, hata kama si kweli, akili yako ya chini italikubali kuwa kweli na kuendelea kulitekeleza. Sheria hii inapowekwa katika njia hasi, ndiyo chanzo cha kushindwa, kuchanganyikiwa na kutoridhika. Hata hivyo, unapofikiri kwa mazoea kwa njia yenye upatanifu na kujenga, unapata afya kamili, mafanikio na ustawi. Una akili na unapaswa kujifunza jinsi ya kuitumia. Kuna viwango viwili cha akili, kiwango cha juu ambacho ni kiwango cha taani na kiwango cha chini ambacho ni kiwango cha haina fahamu. Unafikiri kwa kutumia akili ya juu na akili yako ya chini kuzalisha kwa uaminifu wazo lolote linalowekwa ndani yake. Sheria ya akili yako ni kwamba utakipokea kile unachokishikilia katika akili yako ya juu. Akili yako ya chini hukubali kile kinachowekwa ndani yake au kile unachoamini kwa makusudi haina uwezo wa kujadili mambo kama akili yako ya juu. Haina hoja na haina ubishi. Akili yako ya chini hufanya kazi kiotomatiki na michangato. Kama mmeng'enyo wa chakula, mzunguko wa damu na upumuaji hufanywa na akili yako ya chini kupitia michangato isiyo na udhibiti wa makusudi kutoka kwako. Kwa mkono mmoja, bila chaguo lolote la makusudi kutoka kwako, moyo wako unaendelea kupiga na unapozaliwa majeraha madogo hupona kwa nguvu ya akili yako ya chini. Mwelekeo wake ni kulinda maisha na daima hufanya kazi kwa ajili yako. Inadhibiti mapigo ya moyo wako sasa na pia upumuaji wako, inapunguza kidonda kwenye kidole chako, na mwelekeo wake ni wa maisha, yaani kila wakati ikitafuta kukulinda na kukuendeleza. Kumbuka, akili yako ya chini haihusiki na kuthibitisha iwapo mawazo yako ni mazuri au mabaya, ya kweli au ya uongo, bali hujibu kulingana na asili ya mawazo au mapendekezo yako. Kwa mfano, ukiamini kwa makusudi jambo fulani kuwa ni kweli hata kama si kweli, akili yako ya chini italikubali kama kweli na kisha italeta matokeo ambayo lazima yafuatilie kwa sababu wewe mwenyewe umeliweka akilini mwako. Akili yako ya chini ni sehemu ya hisia zako na ndiyo chanzo cha ubunifu. Mara tu unapoweka wazo ndani yake, huanza kujitekeleza mara moja. Inafanya kazi kwa kuhusisha mawazo na hutumia kila kipande cha maarifa ulichowahi kukusanya katika maisha yako yote, ili kufanikisha kusudi lake. Wakati mwingine huonekana kama inaleta suluhisho la haraka kwa matatizo yako, lakini wakati mwingine inaweza kuchukua siku, wiki au zaidi. Njia zake haziwezi kutambuliwa kirahisi. Hizi akili mbili, ya juu na ya chini, si akili mbili tofauti, bali ni nyanja mbili za shughuli ndani ya akili moja. Akili yako ya juu ni akili yenye hoja, ni sehemu ya akili inayochagua. Kwa mfano, wewe huchagua vitabu vyako, nyumba yako na mwenzi wako wa maisha. Unafanya maamuzi yote kwa akili ya juu. Kwa upande mwingine akili yako ya chini ni kama udongo unaokubali aina yoyote ya mbegu nzuri au mbaya. Akili ya juu ni mlinzi langoni, na jukumu lake kuu ni kulinda akili yako ya chini dhidi ya maoni au fikra potofu. Wataalamu wa saikolojia na wanasaikolojia wanaeleza kwamba pale mawazo yanapowekwa kwa nguvu ndani ya akili ya chini, akili hii haina uwezo wa kujadili au kupinga; hupokea maoni kama yalivyo na huyaweka katika utekelezaji. Sheria ya akili ya chini hufanya kazi kwa maoni mazuri na mabaya vile vile. Kwa hivyo ni muhimu sana kujaza akili yako na mawazo mazuri yanayobariki, kuponya, kuhamasisha na kujaza roho yako kwa furaha. Kile tulichogundua leo ni mwanga wa kwanza tu wa uelewa wa akili yako. Ndugu mtazamaji, ni kukumbushe tu kwamba mada hii imegawanyika katika sehemu kuu nne. Hii ni sehemu ya kwanza ya mada ya jinsi akili yako inavyofanya kazi. Sasa video inayofuata inahusiana na mada kama hii ya leo, lakini sehemu ya pili. Kama wewe ni mgeni wa channel hii, nenda hapo chini kwenye description, mwishoni nimeweka link ya video ya mada hii, jinsi akili yako inavyofanya kazi, sehemu ya pili. Katika sehemu inayofuata ya mada hii ya jinsi akili yako inavyofanya kazi tutafungua pazia la siri ya akili ya chini na jinsi inavyosikia kila neno unalolisema kwa hiyo, usikose sehemu ya pili. Inaweza kubadili namna unavyofikiria kuhusu wewe mwenyewe milele. Asante kwa kutazama. Kumbuka akili yako ina nguvu zaidi kuliko unavyodhani. Bonyeza subscribe na usikose sehemu inayofuata ya mfululizo huu.